zinazotufikia katika meza zetu za habari ni kwamba serikali ya mama Samia Suluhu imeweza kupata pigo kubwa baada ya wananchi wa Tanzania kuweza kuchoka na uongozi wake, pamoja na afisa wa polisi ambao wanaaminika kupiga doria na kuhakikisha kwamba kuna amani Tanzania, ambao wameweza kugeuka na kuwa wauaji na kutekeleza mauaji ya kiolela kwa vijana wadogo karibu na ujambo yule ajaweza kujiunga nasi, chukua sekunde yako moja ili uweze kujiunga na familia hii na uweze kushare video hii. Siku ya leo ambayo ni siku ya Jumatano nchini Tanzania, katika maeneo ya Tarime, wananchi waliweza kujitokeza na kuandamana kwa wingi, huku wakilalamikia uongozi mbaya ambao ni dhuruma na mauaji ya kiolela ambayo yanaaminika kutekelezwa ya ma, na serikali ya Mama Samia Suluhu na polisi wake, ambao wamekuwa wakitekeleza mauaji ya kiolela kwa vijana wasio na hatia wala wasio na vifaa vya hatari Mama Samia. Mama Samia. Mama Samia. Mama Samia. Muwaji. Muwaji. Kama tulivyozungumza hapo awali mtazamaji, nilikuwa nimekuarifu kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu pale ambapo imefikia, imefikia pale ambapo ni pahali mahali maututi. Kwa yule anayefahamu mahali maututi ni pale ambapo umepakia tu, una njia mbili, moja ambayo ni ya kuaminika ni mwisho wako ingine ni pale ambapo unaweka mao, maombi katika mungu ili kana kwamba aweze kukushikiria na hiyo hukuwa ni asilimia moja ama asilimia mbili chini ya mia serikali hii ambayo imekuwa ikipewa onyo na wananchi na viongozi ikiwemo viongozi wa kanisa na viongozi wengine ambao wanaaminika ni viongozi wa upinzani walimweza kumuonya Mama Samia Suluhu kwamba wakizidi kuendelea na mauaji, wananchi wamechoka, hawatavumilia tena mauaji ya kiholela. Nakumbuka kwamba hapo awali serikali ya Mama Samia Suluhu ilikuwa imewajibika na kusema kwamba wametenga jopo ambalo litafanya uchunguzi kuhusiana na mauaji yaliyotekelezwa Oktoba tarehe ishirini na tisa mwaka jana lakini hadi sasa hakuja kuwa na ripoti rasmi ambayo imeweza kuwazirishwa kwa wananchi ambao ndio mabosi wa Mama Samia Suluhu. Kile ambacho tumekiona ni baadhi ya viongozi ambao ni wake wa mkono, ikiwemo ni Njemba, ambao wamekuwa wakisungumza kiolela wakitaja kwamba wale ambao waliweza kusababisha fivo ni wale ambao walikuwa wamepanga kupindua serikali ya mama Samia Suluhu, ambao wako wanataka kuweze kuwa na kura. Lakini mtazamaji, vilevile kuna mmoja ambaye ni Abdulai ambaye aliweza kuzungumza wasi kwamba wale ambao walitekeleza mauaji ni wananchi ambao walikuwa na vifaa haramu, ikiwemo ni bunduki, ndio waliosababisha fivo ya wananchi wenzao zaidi ya elfu kumi. Swali inajiuliza ni kwamba inakuwaje mwananchi anamuua mwenzake, na ni kipi ambacho ataweza kukipata kutoka kwa tukio hilo? Ni swali bado inajiuliza, na ikiwa wenzenu walichokuwa wanakipanga walikuwa wanatupeleka kwenye vita. Walikuwa wanapanga wacheleweshe uchaguzi kwa kwa kwa akili ya kwamba tufanye kwanza mabadiliko, tusogeze uchaguzi ili ikishafika Januari, ikifika Januari wananchi ndio walisababisha fivo hivyo. Basi maafisa wa polisi ambao walionekana hadharani wakisababisha hayo ni wananchi wa kawaida kwa sababu walikuwa katika, ma... walikuwa katika mafasi ya kundi la jeshi. Swali lingine najiuliza, wananchi hao walikuwa na nia gani kwa wenzao? Kwa sababu haikuwa vita tu, ilikuwa ni kura ambazo wananchi walikuwa wanalalamikia ambazo hazikuwa za haki. Kundi la jeshi ambalo lilionekana likipiga doria na likifyatua marisasi kiolela hadi majumbani mwa watu wamegeuka kuwa wananchi wa kawaida, ni swali ambalo mtazamaji, bado linaniumiza na linanikera. Tukisema kwamba mauaji ambayo yalitekelezwa yalikuwa na nia ya kuhakikisha kwamba kuja kuwepo na kura. Mama Samia Suluhu alikuwa amekamilisha miaka yake tano kulingana na katiba. Kila mtu ana nia ama ana haki ya kuingia katika depe ikiwa ameweza kuwa cleared, na tume ambayo inasimamia kupiga kura. Lakini kwa nchi ya Tanzania mambo yalikuwa tofauti. Serikali ilikuwa inang'ang'ana vilivyo kuhakikisha kwamba hakuna yule ambaye angempinga mama Samia Suluhu katika debe. Ni swali lingine najiuliza, ni nani huyu alikuwa anaandamana ili kuhakikisha kwamba kuja kuwepo na kura, na sikuna haki kikatiba, ikiwa kwamba akuja kuwa na uwazi, wananchi waweze kulalamika, ikiwa wasikizwi, ni haki pia kuandamana. Mbona serikali ikuwa inahisi kwamba wananchi hawana haki ya kuweza kuandamana. Haya, turudi nyuma kidogo. Katika maandamano ya leo, ni wananchi ambao wamechoka na serikali kufanya mauaji ya kiolela. Maafisa wa polisi wanatekeleza mauaji kisha wanalamika kwamba wananchi ndio wanatekeleza. Ni hujuma, hujuma mkubwa zaidi ikiwa kuna yule ambaye ni wa serikali anasikiza video hii, tafadhali mwambie Mama Samia Suluhu siku zake zimehesabiwa, na tayari tumeanza kuona dariri ya kutaka kuondolewa kwake. Ni heri ajiweze kujisalimisha mapema ili isikuwe ni aibu kwake kwa siku zijazo. Kwa wale ambao wamewapoteza vijana wao wamewapoteza wenzao, mandugu na madada, tunawapa pole kubwa, kwa sababu serikali ambayo tunayo haiwezi wajibika hata kusema pole. Ni serikali ambayo inatafuta visingizio ili kuhakikisha kwamba swala hili tumeweza kulisahau, kulipa vituo vya habari wasiweze kutangaza mambo kama haya, kuwalipa vijana kutupiga sisi wanahabari kwamba tusiweze kuwafikishia ujumbe kama huu. Si haki, si utu. Asante kwa kujiunga nasi, na tungependa mweze kusubscribe na wale ambao wameitazama video hii mweze kushea kwa wengine, ili tuweze kuendelea kupeana ujumbe kama huu.